Nikizungumzia masuala ya Mheshimiwa Dr. Hussein Hassan Mwinyi, kwanza alipokuwa mbunge wa jimbo hili kaja hapa kama mtu wa kawaida, na hakuja mtu ambaye alikuwa nafisa uabaishaji, kaja ni mtu ambaye ni mtu ambaye mwenye imani na kakuomba kura watu wa ubunge, tukampa kwa nia njema, na kwa kweli kwa mbunge wa jimbo letu hili, kasaidia mengi sana hapa upande wa elimu skuli, eh, mambo ya afya kusaidia masuala mengine yote katika jimbo la uhili visima ya maji na kusaidia baadhi ya watu wa elimu, na kawaida hiyo kusaidia sana lakini jingine, tulipata habari kwa mheshimiwa kwamba sasa anagombea urais wa Zanzibar. Sisi tulifurahi sana, watu wa mwananchi wa wa jimbo hili, kwani tumsaidia sana, katumpokea tumefurahi sana na baada ya kurudishwa kuwa rais tu wa Zanzibar, sisi badasha kua raisi, tumefurahi sana na tumeona kwamba mengi ambayo anayafanya kwa jimbo letu na jimbo wengine, lakini kwa jimbo letu vilevile tunayaona mengi hapa. Kuna shule la ghorofa iliyopo Sebleni. kuna matawi ya CCM ambayo kusaidia sana na maskuli na mambo ya afya yote kusaidia sana kwa kweli. Tunamwomba kwamba Mungu ampe uhai na miatano mingine aendelee na afya njema, kwa kweli, kwa sheria Sebleni au mheshimiwa mheshimiwa daktari